Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu. Yuko na heshima zake, na ndipo hapa anamwambia Eli asidhanie ya kwamba ni mwanamke tu kama wale wanawake wengine, lakini amekuja kumimina moyo wake uliojaa uchungu mbele mbere za Bwana, sababu ya masinyango na kwa sababu ya mateso. Kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akojalie haja uliomwomba.